Na jambo hili linamuhusu askari ambaye anaitwa Mafwele. Mafwele amekuwa amekuwa ni mwenye kutajwa sana sana na watu wengi, lakini watu wanaomtaja Mafwele nafikiri ni watu wenye matukio. Lakini baada ya kuona, baada, mimi namfahamu Mafwele, namfahamu vizuri Mafwele na mfamu zuri akiwa, akiwa bado ni askari Msoma, na kipindi hicho Msoma iliingiliwa na ujambazi, kulikuwa kuna ujambazi na Tarime, watu wakawa naiba, yaani ujambazi, yani ulikithiri uli, uli katika mkoa wa Mara, Msoma na Tarime. Aliyeumaliza huu ujambazi ni huyo askari Mafwele, ni huyo huyo Mafwele. Mafwele anadili na watu walioshindikana. Mafwele anadili na watu wenye matukio makubwa sana kama ujambazi, ugaidi. kama mnakumbuka kama mnakumbuka vizuri huko huko uko, uko, Tarime. Maana tunaposema Tarime tunazungumzia mkoa wa Mara ambao kuna makabila ya, ya watu ambao wana roho ngumu kama Wakuria, kuna Wajita, kuna Waruri, eh, kuna Wazanaki. Yani, mkoa wa Mara Tanzania nzima ndio mkoa wa watu ambao wameshindikana. Yani ni watu ambao tuseme ni majasiri ama ni watu wa, yani ni watu ambao si watu lelelele, mama eh? Ni mtu akisema kwamba nakufuata anakufuata kweli, mtu akisema nakukata na kisu anakukata na kisu kweli. Sasa Mafwele, mkoa ule wa Mara, Musoma na Tarime, yeye ndiye aliutuliza. Yeye ndio alimaliza ujambazi wa Musoma na Tarime. Sasa nataka kuzungumzia kisa kimoja ambacho, kama nafikiri, mnakumbuka, kuna familia fulani ilikuwa ya ya wa na ugomvi ya wakurya wakauana hawa watu, kuna familia ikaenda ikaingiliwa, ika wakaua baba mama, sijui watoto, wajukuu, mpaka kuku, wanyama, mbuzi wote. Kipindi hicho mafwele alikuwa ika kule Musoma. Hii tabia ikataka kuendelea. Mafwele alimaliza ndio alimaliza, alimaliza. Mafwele Mafwele, kupanda kwake cheo si kwa sababu ya mipango hapana. Mafwele anapanda cheo kwa sababu ya kazi yake. Mafwele ni mtu anayejituma sana katika kazi yake. Arusha, Arusha na Moshi pia kulingiwa kulingiliwa na na vitendo viovu vya ujambazi naweza kusema na ugaidi. Arusha iliingiliwa na vitendo viovu sana, kuiba, yani watu walikuwa naiba kwa kutumia silaha bunduki, mapanga, manini. Mafwele alikuwa Arusha, na nashukuru Mungu alhamdulillah, na mimi siku moja nimekutana naye Arusha. Mafwele ndio aliituliza Arusha, ujambazi Arusha ukaisha. huyo iwa Mafwele mnayemsema vibaya nii kuna wadada fulani sijui, kuna mmoja huko Marekani, kuna mwingine anajiita, anajiita ni ni mwanaharakati, wanamtaja Mafwele vibaya sana, na hisi wao wayawezekana kwamba kuna mabwana zao wana matukio ya ujambazi ama kufanya vitendo viovu, ima walidhibitiwa wali, ndio maana wanamchukia Mafwele lakini, kwa mtu mwenye akili timamu huwezi ukamchukia Mafwele. Mwanza Mwanza Kulitokewa kulitokea ukatili mbaya sana Mwanza, mpaka watu wakawa wanaingia wana, wana ndani ya misikiti wanapiga na mapanga na, na, na, na, na, na, na silaha wanaingia wana mpaka misikitini, lakini aliyekwenda kutuliza kuituliza Mwanza ni Mafwele, wakati wa Rais Magufuli. Kuna sehemu panaitwa Kibiti kama mnayefahamu Kibiti, Kibiti kulitokea pia mambo ya ugaidi na ujambazi, lakini Mafwele aliacha familia yake akaacha watoto wake akaenda kupambana huko Kibiti mpaka Kibiti ikatulia. Hivi jamani, niwaulize nyi, mwamzungumzia Mafwele yupi? Make nazungumzia Mafwele kumbe mna Mafwele wenu mnayemjua nyinyi, lakini Mafwele huyu tumemjua ni askari polisi. Sasa hivi Mafwele huyu ninayemzungumzia mimi hivi Tanzania watu walikuwa naiba kwa bunduki, ujambazi ulikithiri eh? kuna watoto Dar es Salaam walikuwa panyarodi watu, watu, watu, watu, watu, watu, panya rodi. watu wanaingia kwenye, wale panyarodi wanaingia ndani ya nyumba, wanaiba simu, wanaiba wanaua, wanakata watu mapanga. Aliyewamaliza panya rodi ni nani? si Mafwele? Leo nyinyi mnae msema Mafwele vibaya, mnaenda benki sasa hivi mnachukua pesa Mnatoka benki ni Mlimani City ama ni wapi? Mnaondoka kwa sala, kwa amani, unafika nyumbani unafanya mambo yako. Zamani ulikuwa ukienda benki unafuatiliwa na pikipiki, ukitoka benki tunanyakuliwa na pikipiki nakimbia. Mafwele kamaliza hayo yote hivi. Nauliza tena, ni mafwele yupi mnayemsema nyinyi? Nina imani anayemchukia mafwele ni mtu ana matendo machafu sana. Anatakiwa afuatiliwe, yoyote anayemsema Mafwele, anatakiwa anatakiwa afuatiliwe vizuri na achunguzwe. Mbona uwezi ukamsema tu Mafwele? Na Mafwele ni mtu ambaye ameleta panyarodi, sasa hivi hatuna Tanzania, Dar es Salaam hakuna panyarodi, lakini zamani kukuna panyarodi aliwamaliza Mafwele. Hakuna mwingine. Leo mmekaa Mafwele, Mafwele, Mafwele, Mafwele, hivi amewafwera nini? Shauli zenu nyiendeleni na Mafwele, Mafwele. Sasa kitu kingine nafikiri ni Msumbiji. Msumbiji kulitokea na mambo ya ugaidi, ukiingia akaingia Tanzania. Kuna waharifu walitoka nafikiri ni Msumbiji, wakaingia Tanzania, waka wanafanya uharifu mkubwa sana, ambao ni ugaidi, ujambazi. Mafwele wakati wa Rais Magufuli, aliyepelekwa kule ni Mafwele na akatuliza hiyo hali na akaiondoa yote ikaondoka. Leo mwaka mzungumza Mafwele kwa ubaya, kwa, kwa, kwa ubaya upi mnamzungumza mafwele nie Leo mwamzungumza mafwele vibaya, mwamzungumza kwa lipi? Baya lipi aliyofanya mafwele? Uzuri wake, akikukamata wewe una bunduki, ukisalimisha, akikwambia bwana, ukileta bunduki na kuacha, anakuacha kweli. Ndivyo ndivyo mafwele alivyo. Mafwele akikukamata, akikuona huna kosa, anakuacha. Lakini ukitaka kupi kushindana labda una, una tukio una silaha una kitu ki, una, una, una, ni mharifu lakini unataka ukinzane, ubishane, upambane, hapo ndo mafwele utamjua, na lazima utamsema vibaya Mafwele. Anachokitaka ni amani ni, kui, ni amani ndani kwanza. Kwani nikuulizeni, niwaulizeni, ni jamani, Tanzania imesifika kuwa na amani. Tanzania imesifika kuwa na amani sana katika nchi zingine. Kwani wanaoleta amani ni watu gani? Sini kina Mafwele hao ndio wanaleta amani. Eh? Leo mngekuwa mnatembea usiku mpaka usiku wa manane mnatembea mkabwi. Eh? Hamuibiwi. Hamvunjiwi, hamvunjiwi majuba yenu. Si huyo huyo Mafwele mnayemsema vibaya jamani? Ah, bwana, anayefanya vizuri mpigeni makofi. Sio kila siku mnakaa tu kwenye mambo ya siasa, nasema Mafwele, Mafwele, Mafwele, Mafwele. Nyinyi itakuwa kuna matukio mnadili nayo. Mna, mna, mna, mna, mna, sasa mwamuogopa Mafwele. Mwamuogopa Mafwele ndio maana mnang'ang'ania Mafwele Mafwele. Kwani nini Mafwele amewafanya nini? Sasa wewe dada mwanaharakati, ambaye si unaishi Nairobi, mara si unaishi wapi Tanzania, auji uji unajiita mwanaharakati. Wewe ama kuna kuna mtu wako wa labda bwana wako ana matukio jambazi na nini, alitiwa nguvuni ndio wakasirika. Eh? Na huyu wa Marekani. Hebu acheni bwana hizo bwana. Tanzania ni nchi ya amani sana. Na amani mnataka mvuruge, nyinyi nyinyi mnaojiita no, wanaharakati wa, ambao amkai Tanzania ndio mnataka mvuruge amani Tanzania, Tanzania yetu tu, tuko salama, hatuna matatizo, tunaishi vizuri, tunakula vizuri, tunalala vizuri, tunalindwa, tuna alafu tena bado mnataka kuleta maneno maneno, Mafere Mafere Mafere Mafere kila siku Mafere kila siku Mafere. Nyinyi wanasiasa bwana badilikeni bwana, mnao mzungumza Mafere. Mimi nimejaribu kuzungumza history ya Mafwele kiufupi, kwamba Mafwele sivyo kama mnavyomjua nyinyi. Mafwele ndo ametuliza mkoa wa Mara, ujambazi na Tarime. Mafwele ndo ametuliza mkoa wa Mwanza, Mafwele ujambazi na ugaidi. Mafwele ndo ametuliza mkoa wa Arusha na Moshi, ujambazi watu wakiiba kwa, kwa silaha na ugaidi. Mafwele ndo alienda Kibiti akatuliza kwa na uana huko mpaka maaskari wakawa wanauliwa. Mafwele ndo alipelekwa huko Msumbiji ndio siseme sasa eh? Kuyazungumza haya maanake, wapo watakuchukia, au wenye matukio yao, au wenye matukio. Chukieni, lakini ukweli usemwe. Chukieni, ukweli usemwe. Mafwele ni Mafwele ni askari mzuri sana ambaye ameondoa ame ameondoa hao panyarodi Ame amepunguza majambazi Tanzania walikuwa keiba kwa silaha huko Mwanza, Arusha, Simbe wapi huko kila mahali watu wakiuana huyo Mafwele. Hebu niambieni hili Mafwele amefanya kitu alichowafanya nyinyi Mafwele mpaka mnakasirika ni nini? Matukio yenu acheni. Acheni, msipoacha mtapambana na Mafwele. <coughs> Mafwele aliacha familia yake, Mafwele akaacha watoto wake. Kaacha mke akaenda kukaa Kibiti mwaka mzima anapambana na, ma, na, na majambazi mwaka mzima anapambana na magaidi wenye silaha mpaka Kibiti ikatulia. Kwa nini tusijifakharishe kwa tuko na askari ambaye ni jasiri ambaye akipelekwa mahala huwa anarudi ameshinda? Huyu ndio Khalid bin Walid, huyu ndio Saifullah Khalid bin Walid Tanzania. tunotunotu... katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna sahaba alikuwa akiitwa Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid alikuwa ni jasiri sana, alikuwa hapambani na adui ila umshinda. Khalid ibn Walid alikuwa akitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali kwenda kupambana na maadui, lazima aje na ushindi. Huyo ndo amepigana vita vingi na amewashinda maadui wengi. Sasa mimi Mafwele namfananisha na Khalid ibn Walid, ambaye kwa Kiarabu anaitwa Saifullah, upanga wa Mwenyezi Mungu, upanga wa Allah. Sasa Mafwele ndio upanga wa Tanzania, Saifullah. Khalid ibn Walid kwa Tanzania tunaye Mafwele ambaye anaitwa Saif Tanzania, upanga wa Tanzania. Acheni afu Mafwele afanye kazi na Mafwele alafu Mafwele ni mtu mzuri sana jamani, wallahi. Mafwele akikukamata mnakaa chini. Yeye hana mambo mengi, halafu ni mnyenyekevu, hata anavyoongea maskini unampaka, unaweza ukamuonea huruma. Ana sauti ya kiupole ya huruma. Mwanza manza kumfuatafuata Mafwele wa watu. Leo nimeamua niseme haya. Mtakaa kasirika kasirikeni, lakini ukweli usemwe, kwa sababu yeye ni Mtanzania na sindo sio kila. Nimekasirika sana, nimekasirika sana.